Well, unakubali nyosha mkono mmoja juu, tumpiga makofi kumi. Weekend one ilikuwa nzuri sana, ukizingatia iliangukia siku ya Eid na wasanii wengi bwana walikuwa wako wako lelelele Well, this is Nandy akiwa na Billnass na Whozu Dodoma huko chuo kwa chuo. Hello everyone, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel, make sure to subscribe, like and comment. And guys, with that wasting time, let's get right into the video. Ni wasu kize ni hii video bwana muone show ya Nandy na Whozu walivyofanya huko Dodoma. Mambo yalikuwa hot hot, ukizingatia Nandy anapendwa sana na mashabiki. Whozu pia anapendwa. Billnass hal kadhalika. Well, guys, enjoy this video. Hapa bwana nani ndo alikuwa anaelekea zake huko Dodoma. Katoonesha ka video kadogo alikuwa anaelekea Dodoma. As you can see guys, the hair is on point na bidhaa zake mwenyewe za sushi hatari kabisa mwisho wa video hii nitawekeeni akiwa anasema e, ana, ana bidhaa zake anazipeleka wapi. Mtasikia mwisho huko kabisa, akiwa anaongelea ana bidhaa yake kidogo. Well, this is Nandy and Billnass e, wapenzi ami, siku zote nasema hawa mimi nawapenda, hawana mambo mengi kama hata wana have some misunderstandings, basi wanajua kudil nazo wenyewe kimya kimya. Hiyo ndo ilikuwa outfit ya Nandy, hatari kabisa, kajua kukiwasha na hiyo shape hiyo jamani, ishepu ya kweli. well,

Bwana. <laughs> Well, huyu ni shabiki yake kamletea ya picha hapo ya mwanawe nzuri kabisa. I love this photo. It's very nice. Well, guys huyu alikuwa Nandy, na tumwangalie Whozu na yeye alivyokiwasha on the stage. Mnajua ka nyimbo za Whozu bwana zinakuwa zinaamsha amsha fulani hivi yaani, zinakuwa pambe tu hatari, zinapendwa sana na watu watumwangalie. Well, guys mwangalieni Whozu hapa.

Msikilizeni hapa Nandy kwanza kidogo then tutamalizia hii video. Hello, my my beautiful people, my Mombasa people, Kenya kwa ujumla. Um, habari njema, nataka hii clip nimejirekodi clip jamani mtosego. Na mtuasinwangu hatudanganya no. Habari njema ni kwamba wapenzi wangu, wateja wangu, washushi tarehe kumi na moja ya Jumatano nitakuwepo inshallah Mombasa. Nitakuwa tarehe kumi na moja na tarehe kumi na mbili Tunakutana wapi? Kwa Tamara Cosmetics. Nitaweka hapo account ya Tamara na nitaweka namba yake ya simu. Kwa hiyo jamani, vibubu mvivunje, tukutane pale. Muda gani, nitatangaza muda gani tunaweza kutana, lakini tungependelea iwe jioni, ili watu wengine wao wameshatoka makazini Uh, na wengine pia jua hakuna na vitu kama hivyo. Lakini jamani, watu wangu wa Mombasa, nitakuwepo Mombasa tarehe kumi na moja na tarehe kumi na mbili nawaletea mzigo wa kutosha. Nitawauzia mwenyewe. Tutapiga picha. We can actually have snacks. Nategemea na Tamara market. Tamara pia mbaya sana kupika. So, tell your friend to tell their friends the African princess atakuja Mombasa. Mniletee zawadi jamani, Germany mkiwa mnakuja kununua show, mniletee zawadi, zawadi. Well guys, mmemsikia Nandy na sushi yake mwenyewe, atakuwa Mombasa kwa Tamara Cosmetics. Well guys, hii video bwana, it's all about the show. Mnaionaje? Show ilikuwaje? Nandy mnamuonaje katika kuperform hapo on the stage akiwa na Whozu. Usisahau ku drop comment yako hapo chini kuhusiana na hii video, nini kimekukosha na kipi hakijakukosha. Pia kama ulikuwa hujasubscribe, basi huu ni wakati wako mzuri sana wa kusubscribe. Weka notification yako on ili usipitwe na mambo mazuri na matamu zaidi yatakayokuja ya masta. Leo ni weekend bwana, leo weekend iko very hot mambo ni mengi, muda ni mchache, stay tuned. Kuna video nyingine ya Paula, nataka nataka niwaekeeni mumuone akiwa outside na mama yake na mwanawe.